Siku ya pili yake hmm, na hiyo siku ya pili yake e, ambayo akawa amekamatwa na mimi nikawa nime mimi sikulala nyumbani siku hii. Nilipofika nyumbani, mke wangu akasema kwamba hatuwezi tukakaa hapa. Nikamwambia hatuwezi tukakaa hapa, lazima tutoke, maana sio muda masikali watakuwepo hapa. Akananiuliza imekueje? Nikamwambia nimetoroka. Sasa mke wangu alikuwa hashangai sana kwa sababu ameona nimewaitoroka na pingu, ameona nimewahi toroka kituoni kukimbia maskari. Kwa hiyo ilikuwa kama jambo ambalo, ingawa kile kituo kilimshangaza kidogo kwamba eh, kwa kituo kile umetorokeje? Anambia tumevunja ukuta tumetoroka, kwa hiyo alishangaa sana. Kwa hiyo tukatoroka hapo, kaenda mpaka kwa mjomba wangu, ni polini, ni mbali, asubuhi hiyo hiyo mpaka kwa mjomba wangu. Mjomba wangu akawa anapata taarifa ya kwamba namwambia sasa mjomba, ni mimi nimetoroka kituoni, na taarifa zangu alikuwa nazo za kwamba nilikuwa nimekamatwa. Sasa ananiambia, ah, mjomba lakini mada umeshatoka, haina shida, huku uliko uko salama, usiwe na hofu. Kwa hiyo weka hapa, tutatafuta namna ya kuyamaliza. Kwa hiyo mjomba akawa kama vile amenificha, lakini hakuweza kunificha kwa sababu mkono wa, wa serikali ni mkuu, ni mkubwa mno. Siku ule ule, siku ule ule nimerara sasa saa mbili kabla hatujalala hata kulala usiku taarifa ya habari naisikia kwenye vyombo vya habari mm. watumio wa mauaji wavunja Central na kutoroka chini ya ulinzi wa askari alikuwa askari nani kipindi kile e, kwa hiyo kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya amesema watumio wao watakuwa wametiwa nguvuni baada ya masaa 24 sasa naisikiliza habari hiyo kwamba baada ya masaa 24 na mimi heti nitakuwa nimetiwa nguvuni anasema ah. wawili wamepatikana wawili bado ndo wanasako na jeshi la polisi. Nikasema hapa sio pa kukaa tena kwa mjomba, taarifa zimesambaa kwenye magazeti hivyo eee, nikasema kesho naondoka. Nilikuwa natumifuko kadhaa nyumbani kwangu, nyumba niliyokuwa nimeijenga pale, kwa simenti kama mifuko saba. Nikamtuma mjomba wangu ambaye naye alikuwa tunafanya naye matukio hivi, sasa alishauawa ni marehemu. Walishamuua. Wananchi wenye hasira kali, aliuawa na wananchi nikamtuma mjomba wangu nenda kaniuzie simenti yangu pale nyumbani, uniletee hela, we uza hata bei hasara. Aliuza shilingi elfu saba wakati huo mfuko wa simenti unauzwa elfu kumi na tano ulikuwa elfu kumi na tatu ingawa kule ni bei zaidi. Alipouza kaniletea pesa, tukakutana sehemu moja naitwa Mlo, akanikabidhi ile pesa, nimevaa nikanunua kuna kikoti nilikuwa nalo nikawa nimevaa koti langu nikanunua na miwani nikavaa, ili ikiwezekana nisipatikane, kwa sababu ilikuwa imesha tangaziwa donge nono kwa mtu yeyote atakayefanikisha kumpata. Uh, ilikuwa imeahidiwa shilingi laki tano kwa mtu atakayefanikiwa kumpata mtuhumiwa hao. Sasa hiyo nikajua hata ndugu zangu wataitamani hiyo fedha, ikabidi sasa niwe natafuta namna ya kujificha. Nikaenda pale ndo auza magazeti nikanunua gazeti la Mwananchi, limeandika habari zangu. Nikanunua gazeti la la, lilikuwa la, gazeti gani Majira au Tanzania Majira, kulikuwa Mwananchi na Majira, nikazikuta zile habari, nikachukua Mwananchi nikawa naondoka nalo nalifunga na, na, yani kuna habari inasoma pale, watu wanasoma, lakini mimi mwenyewe ndo mtuhumiwa, nanunua gazeti naondoka nalo basi sasa, namna ya kusafiri ikawa ni ngumu. Nasafirije? maana nafahamika kwenye magari, nafahamika. Ikabidi niwe natembea kwa mguu, nikiwa nimejifunika ile kofia langu na miwani, natembea naelekea Tunduma kwa mguu. Mke wangu nimemwacha kwa mjomba na mtoto wangu wamebaki huko. Ile ninasafiri nafika sehemu moja wanaita Karasha, natembea kwa mguu, nikaona defender moja inakuja ile defender kumbe ni ya wale wa, wa, ya minara ilikuwa kuruza ya minara ikawa imesimama kuwachukua wanafunzi. Inapochukua wanafunzi, nikagundua ah, hii sio ya maskari. Nikaikimbilia, naomba lift jamani. Wapi naenda? Tunduma, twende. Wakanichukua, safari ikaanza. Kufika maeneo fulani karibu na Vwawa, nikakuta kuna defender inakuja nyuma, ambayo ina maskari wengi na wameshika bunduki zao inaifuata hii gari niliyopanda. Ah, kiukweli niliishiwa nguvu. Kuna stori zilikuwa zinaendelea mle tuliopanda nao kwenye ile gari, sielewi walikuwa wanasimuliana nini, ila mimi peke yangu mule siongei, yani sielewi ya. Sasa wanaendelea na stori zao, mimi sielewi, ila mimi ninawaza, hawa wananifuata ni mimi, niruke? Nifanyeje? Yaani moyo ukafa ganzi, nashangaa, hii ikomu. Natamani ningemwambia dereva tembea, sasa utamwambiaje dereva tembea wakati wakati umepewa lift? E, umepewa ni lift, na maana yake hapo utasababisha mambo mengine hmm, huyu kwa nini aseme tembea? Kwa hiyo nikawa moyo wangu umekufa, ikafika mahali nikajidhira, hata kama wanikamata acha wanikamata. Nikakuta wakati mwingine mpaka gari inasogeleana na ile gari ila haizunguki kwamba labda waiapateki, hapana, mm. ikafika mahali tunaipita. Sasa ile Vwawa, wako nyuma, macho yangu yako mbele tu, sitaki kugeuka hata nyuma, macho yako mbele tu, naangalia mbele <laughs> ya gari. Unaona, ukigeuka watakujua, watanijua kwamba ndo huyu, ila na wazo langu najua bila shaka wananifuata ni mm. mimi, ila sitaki sura yangu ndo ionekane kabisa. Nikashangaa kufika pale Vwawa, kuna upande wa stendi Uh, stendi pale ya Vwawa kuna mkono wa kulia unapoenda Tunduma, kuna polisi kituo cha polisi. Nikashangaa defender inakunja inaenda kule kituo cha polisi, kumbe walikuwa wamebebwa wafungwa, imetoka nao kwenye kesi zao, mloo, inawapeleka mahabusu. Nikakuta sasa moyo wangu ndio ukawa na maumivu zaidi ya vile, maana ulikuwa umekufa ganzi. Kwa hiyo nikakuta mapigo ya moyo yakaenda kwa kasi zaidi, nikajikuta viungo vyote vinauma kama ni mzesi anafariki. Oh, kabisa. Kwa pressure angekufa, hmm. Hmm. angekufa. Kwa hali ilikuwa ni mbaya. nimefika Tunduma, ah, jitihada zinaendelea za kunifuatilia picha, kumbe zimetumwa mikoa yote za kwetu na wenzangu tayari wameshapatikana, kwa hiyo nikawa nimebaki mimi peke yangu. Hapa kuna mambo mengi yaliyoendelea baada ya, ya, ya, ya kukimbilia Tunduma huku nyuma, siku inayofuata alikamatwa mke wangu, alifuatwa mpaka kwa mjomba, na walianzia pale pale nyumbani kwa wazazi, walienda wakamkamata mdogo wangu ambaye alikuwa anakaa kwenye nyumba ile ile ya kwangu siku ile, yani alibaki kama kulinda yeye, akakamatwa, akaenda, wakaenda kwa baba yangu mzazi, wakamkamata, wakaenda mzee Mwashitete wa watu, mzee Mwashitete wakamkamata, beba wakaenda kwa mjomba wangu ambaye, maana wale wakasema alienda kwa mjomba baada ya kipigo, nao wakaambiwa alienda kwa mjomba, naye mjomba wakamkamata. Mke wangu wakamkuta huko, naye wakamkamata, na mtoto mgongoni, wote wakabebwa. Sasa kuna laini niliyokuwa nikitumia kwenye simu yangu, ile simu, ile laini ilikuwepo nyumbani, wakaifanya uchunguzi wa kuifuatilia ile laini na wakaikuta iko hewani. Kumbe wakawa wana, kuna watu nikawa nawasiliana nao kuuliza habari za huko nyumbani vipi, wanasemeje. Nilikuwa nikiweka ile line baada ya muda kidogo ninaichomoa, nikiweka ile line baada ya muda kidogo naichomoa. Kumbe kila ninayewasiliana naye anakamatwa, manake anatafutwa kwa njia ya mtandao. Kila ninayewasiliana naye anakamatwa, kila ninayewasiliana walikamata kama watu kumi na tano pale kijijini palikuwa hapa kaliki. Ikifika jioni tu watu wanaenda kulala mapema, wanajua tayari polisi hao wamekuja kumtafuta mtu fulani. Kwa hiyo yoyote yule wakiangalia kwenye mtandao leo aliwasiliana na mtu fulani, wanaenda sasa. Baadaye nikawa natumiwa mpaka meseji za Mpesa, kumbe ni hewa, ni hewa. Na nayona message imeingia, pesa laki moja, na nawaza atakuwa ni bosi wangu yule tuliyeenda kwake usiku Atakuwa ndo amenitumia hiyo hela kwa ajili ya kunisaidia niende nitoe mpesa. Nikienda kutoa wanakwambia, hii hela mbona haitoki? kumbe mpaka mle kwenye mpesa zote connection, wana mpesa wote wanajulikana kwamba kama huko kutoa kwa wakala fulani inasomeka kabisa. Sasa hizi yuko kwa wakala fulani, yuko sehemu fulani, kituo fulani. Kitendo cha kukaa dakika moja mbili, moyo tu unaniambia ondoka. Yule mwana anakuambia, mbona hela inaonekana ipo lakini haitoki. Kwa hiyo na mimi na hapa, ngoja achana naye, nipe simu yangu. Ananipa simu, kitendo cha kutoka hapo, polisi wamefika, wanakuta tayari na mimi nimeshaondoka. Na hii ilitokea karibia mara nne, vituo vyote vinne. Aliyekuja kuniambia ni kuja, nikawa napata habari baada ya kuja kukamatwa kwa baadaye. Kwa hiyo baada ya hapo jitihada za kunikamata zikashindikana, ila nikawa natafutwa hapa na pale hapa na pale. Siku moja nikawa nimeamua sasa kwamba acha leo niende kanisani. Nilipoenda kanisani Aa... kanisani kwa mama, hapana, sio kwa mama. Hapo nimetoka hapo kijijini, sipo, niko Tunduma. Kijijini ni Mbozi, ambao ni maeneo ya Rwanda, kwa mtu anayepafahamu Rwanda. Mimi nikawa nimeenda Mbozi, mpakani na Tunduma, nani, boda ya Zambia na Tanzania. Kwao nikawa naishi pale moyo ukasema niende kanisani. s So, ahadi yangu ni kwamba nitaenda kuokoka lakini, nikawa kuna roho imenirudia, unaendeje kanisani, hauna chochote, utaishije maisha haya, utawezeje? Sasa pambana kwanza. Yaani kama vile kuna mtu ananiambia, kumbe ni roho ya shetani inaanza sasa kunirudia, tafuta pesa ndio uende kanisani Wakati nawaendelea kuwaza hivyo, nikakutana na rafiki yangu. Shetani naye ana kazi, huwatuma maajenti wake, ana kazi. Nikakutana kutana na rafiki yangu, ai, si kwema kwema za siku, bwana hongera bwana, umejitahidi umepambana. Sasa hatuna hela na kufika wakati huo mimi ndo nilikuwa mwalimu wao, yani ilionekana mimi nimekuwa ni mtaalam kuliko hata wengine wote. Sasa hawa ni ukawakuta ni wengine ambao nao tulikuwa tuna tumesha